Moja ya kitu ambacho nilisikia kwamba Mwijaku ameachana na mke wake kwa sababu eh, ya ishu ya, ya mambo ya mabomu, nyumba zinataka kubomolewa na nina vitu kama hivyo, ikahusishwa sana hivyo. Lakini pia kingine, nikasikia kwamba Mwijaku anataka kuwa mke wa pili ndio maana anatengeneza mkakati waweze kuachana, lakini nikasikia pia kwamba kwenye yale maisha ya Mwijaku anaoishi kuanzia magari, nyumba, mwanamke anahusika kwa asilimia 100 kubwa. Hebu tuambie, Mama Martha, kwa upande wako, eh, hii ishu imekaa vipi? Aliyomkuta Mwijaku ni mambo ambayo yanaweza akamkuta mwanamume yoyote, ya, wa rika lolote lile yamemkuta, na Mungu amsaidie, amfanyie wepesi, aweze kulivuka hili. Kiukweli anamtiani lakini inavyoonyesha hmm. bado ana matumaini kwa mke wake hmm. na hili litapita. Kikubwa labda nimwombe, alis nimwambie, ni kwamba hmm. hakuna mwanamme aliyekamilika hmm. anaamini mke wake atamwelewa, hmm. kwa sababu wana familia, wana mtoto mdogo yule, ukimtazama. hmm. Sasa hivi Mwijaku masaa yote hmm. ni kama vile anaishi hotelini. Unadhani ataishi hotelini ha, hai, mpaka lini? Si kila siku mwangalie maisha ya Mwijaku kila siku iko hotelini nani ni Dubai na ana ghorofa uko China mm. E, ukimkosa mke mambo huenda mrama. Tio, ile video ambayo ilikuwa inatrendi na mmoja mzungu, mzungu akamwambia bwana, mimi mwanangu amefariki mm. akaanza kushangilia eti ile ndio imefanya mpaka mke akasema waachane kabisa eh? <laughs> yatazungumzwa mengi mm. lakini kama binadamu ambao na sisi pia tuna mapungufu yetu, tumuombe ili jambo lipite mm. Salama sawa yeah. Okay, so labda ya nyumba kutaka kuvamiwa kuharibuliwa eh, eh kwenye wakati ule wa machafuko, labda pengine hii ndio sababu ya, ya kuachana. Hapana mm, hapana ah, mimi habari nilizonazo ni kwamba Mwijaku alifumaniwa na mke wake. Hebu tuthibitishie kama sio kiki. Ile sio kiki hivyo, unaniona ndovoniona, mimi mtu wa kiki Ba, Uwa, kiki. Hathi ya kiki, hathi hiyo. Jamaa kafumaniwa, jamaa mambo ni nginja nginja, mwanamke hayuko ndani karibu mwezi wa nne, uta picha zote, analala wapi? mwanamke analala wapi? ndo tuulizane hapa sasa. Hawezi kukosa simona alis naye, mashallah yule. Mwijaku mambo yako ayo, Mwijaku